Nilikuwa nikiona mambo ya ajabu mno kwenye maono yangu tu kwenye majira ambayo ufalme wa Shetani umeanza na utaendelea. Kuna muhula tunapitia unapit, sasa hivi ambapo watu wanaomwamini Mungu watapitia magumu mno, na hii sio ishu ya dhehebu, hii ni ishu ya watu wanaomwamini Mungu. Yoyote ambaye atakuwa amejiweka vizuri na Mungu na kusimama, itamsaidia yeye tu kusimama. Hiyo sio kuzuia hali kwa tofauti pale ambapo Mungu anasema simamisha hali na Mungu kukupa nguvu ya kustahimili hali. Majira haya niliyotaja, ambayo elfu mbili na ishirini ilikuwa ni mtangulizi tu, ila kuna ishirini na moja ishirini na mbili ishirini na tatu ishirini na nne na hasa ishirini na tano Majira haya hakuna kuzuia majira. Kuna nyakati kwenye Biblia hazizuiliwi. Kuna nyakati ambazo hazizuiliwi ila unatakiwa kupata nguvu ya kusimama. Yesu akawaambia wanafunzi, ombeni kwamba msiingie majaribuni, ombeni kwamba muokolewe na ile mwovu na let me tell you, sio kwamba nadhi yake watu watakao simama, narudia, watakao simama ni wachache mno, na mkakati ni rahisi uliopo. Kila mtumishi wa Mungu ambaye watu wanamwamini Mungu kwa sababu yake, watu wengi wanamkimbilia Mungu kwa sababu yake, hao ndiyo target ya kwanza, na hasa wale ambao wanawafanya wengi kukimbilia kwa Mungu, hao ni target ya kwanza. Wamalize ili sauti zao zikiwa zisikiki tena, tumewapata followers na msikilize hata watumishi wengine hii sio ishu ya kidhehebu kwamba fulani ni wadhehebu fulani ishu. Wataanza na watu ambao ni ni, ni kama wanajulikana zaidi. Watawapiga kwa namna yote ile, watawanyamazisha kwa nguvu zozote zile, alafu wanafuata viwango vinaendana hivi, bila kubagua dhehebu. Hii sio ishu ya dhehebu, kwa mkakati wa kwanza, malizeni hawa, kwa sababu hakuna mtu ambaye anamwamini Mungu ambaye amemwona sebuleni hakuna mtu anamwamini Mungu alikutana naye shuleni. Watu wote wanamwamini Mungu aliyemsikia wa kwa mhubiri. Kwa hiyo lazima upambane na yule aliyekufanya umwamini wa Kristo, yule aliyekuombea ukapona ukaamini, yule aliyekutabiria ukaamini, yule anayefunga na kukuombea na, na ku-encourage ukaamini. Wanaanza na huyo. Sasa problem ndio yona duniani sasa hivi ni kitu ambacho shetani amefanikiwa kuwaambia watu kwamba, ah, hiyo issue ni fulani, hiyo issue ni mchungaji B, hiyo issue ni mchungaji A. Lakini unajua kushtuka kwamba sio issue ya mchungaji A, hey. Ni issue ya kikanisa, ni issue ya mwili wa Kristo. Sasa, mkakati nimewaambia kwanza ni kuhakikisha hawa watumishi hasa ambao ni maarufu hasa ambao wanajulikana sana lakini zaidi hata kama hawajulikani lakini wamewavuta wengi kumwamini Kristo wamewavuta wengi kuwa na imani na Mungu na kuwa na furaha na Mungu huyu anayefanya watu waka enjoy fellowship na Mungu anza naye, hapa ndo mtaona kila namna ya vitu, mambo yatakayotokea. Kuna watumishi wengi watauawa na risasi. Kuna watumishi wengi watauawa magerezani. Kuna watumishi wengi watakuta wanaekufa na hakuna chanzo kinajulikana, amekufaje? you see what I'm saying? Mtumishi ah, wa Mungu. unachojaribu kusema ni kwamba ah, mtu atakufa kwa makosa yake. Listen, hiso issue ya makosa ni issue ya nyakati iliyopo. Watatumia makosa walionayo, wakikosa wanatunga. Haukwepi. So so issue ya fulani amefanywa hivi kwa sababu amefanya hivi. Fulani amepigwa kwa sababu aliiba hela. Fulani amefanywa hivi kwa sababu alifanya lile. Fulani hivi aliiba hela haumini. Fulani aligombana. Fulani alifumaniwa. That's not that will be not issue. Kwa sababu wakikukamata la ukweli ndio wanaanzisha pale. Lakini wakikosa wanafanya Daniel sura ya sita. Now let us go. I understand what watumishi wengi wanapingaga wat, wat, wat mambo. Lakini huwezi kupinga kitu kitakachokukuta. Ningekuwa wewe ningeanza kuomba siri nisimamishi. Wapenzi, hii haisimamishwi, hii uisimamishi, hii ni kuomba, ili usimame, ni kuomba ili mbele ya simba simba fungwe makana. Lakini uwezi kukwepa tundo la simba, unaweza kukwepa simba sikulalue, lakini kwenye tundo utaingia. Unaweza kukwepa usifie jela, lakini jela unaingia. Daniel sita. Ndipo wakakaribia wakasema mbele ya mfalme katika habari ya ile marufuku ya mfalme: je, hukuitia sahihi ile marufuku ya kwamba kila mtu atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku thelathini, ila kwako, e mfalme, atatupwa katika tundu la simba. Mfalme akajibu akasema, neno hili ni kweli, kama ilivyo sheria ya wamedi na wajem isiyoweza kubadilika. Basi wakajibu wakasema mbele ya mfalme, yule Danieli aliye mmoja wa wana wa wale waliohamishwa Wayuda hakujali wewe, e mfalme, wala ile marufuku uliyoitia sahihi, bali aomba dua mara tatu kila siku. Basi mfalme aliposikia maneno haya Alikasirika sana, akakaza moyo wake ili kumponya Danieli, akajitabisha kumwokoa hata jua likachwa. Ndipo watu wale wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia mfalme, e mfalme, ujue ya kuwa ni sheria ya Omedi na Wajemi, lisibadilike neno lolote lililo marufuku wala amri yoyote iliyowekwa na mfalme. Basi mfalme akatoa amri, nao wakamleta Danieli Wakamtupa katika tundu la simba. Mfalme akanena akamwambia, Danieli Mungu wako unemtumikia daima, yeye atakuponya na angalia. Danieli alikuwa nakosa gani kwenye tundu la simba? Alienda kwenda anaandamana hivi so, kabisa kweli. Hilo litahubiliwa, kila kona uchocholo utalisikia vizazi na vizazi vitalisikia. Yomana, watawala wengi walipojua shida hii Waliacha kuwaumiza watu wema. Hata maneno yao yalipoonekana ni makali, waliwaita tuzungumuze ili wafafanue na kwambia, vituku vyako vitaikuta habari Watasema, tumetokana na mbegu ya lana. Kiasi gani mwenye roho na ufahamu aliyeshindwa kutambua haya? Nawaambia, mateso ama kuuawa kwa watu wema, majina ya wote muliokuwa kwenye mamlaka yatabaki yanahubiriwa vizazi na vizazi, kwani watu wa Mungu ndiyo wimbo wa milele, ndiyo wimbo wa milele. Mwateza wa watu wa Mungu waandama watu wa Mungu kwa sababu ya kutimiza wajibu wao. walioteswa kuumizwa, na kupotezwa ni wengi, vizazi na vizazi, lakini sio kwa watu wa Mungu. Yesu na mitume walitendewa mabaya zaidi ya miaka elfu mbili ile iliyopita lakini hata leo ni kama ni habari ya jana. Bila shaka, ndugu wote waliokuwa na ukaribu wa Herode ama Pilato ama Kayafa ama mtu yoyote aliyesimamia zoezi la watu hawa kuteswa na kufanyiwa mabaya waliofanyiwa na mini, wote hao wanalani na kujificha na kusema tumetokana na kizazi cha lana. We utakuja kutendewa, kwa kuwa apandacho mutu lazima atavuna. Au wae kwa upanga atakufa. Kwa uo nisemacho wanadamu, njia bora sio kuwanyamazisha watu wema, njia bora sio kuwanyamazisha wanaopinga ubaya. Uo ni wimbo wamilele Wow, hao ni wimbo mkubwa sana siko siku mbele yenu mutatamani mushiwe nini wakati munakumbushwa yale mulio yatenda watu wa Mungu, ni wimbo mkubwa sana ni wimbo wa milele. Ukiwatendea mabaya wahubiri, ukiwafanyia mabaya wacha Mungu, ni wimbo wa milele, habari zote zitanyamaza. Ni wimbo mkubwa sana, wimbo Nasema, hata nikifa, kaburi langu litatangaza wa kuwaumiza watu wa Mungu, kuwatesa wahubiri

utaumiza idadi yoyote, watu wema wanyamazi, hata wakifa, bado wanabaki wanaongea kwa kuwa uko uwezo wa Mungu juu ya maneno yao zaidi ya sawa